Hawa wanarudisha mabomu ya machozi, wanajeshi hao wanasogea mbele walipo polisi. Wanajeshi hao wanasogea walipo polisi. <laughs> aloningi, hii ni mbaya. <laughs> tupo na jeshi, jeshi lipo mbele, tupo nyuma yao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 ni mbaya. Alo sindiodadingi? Alo, vita bado ni kali. Magari yote Ubungu yamesimama, hakuna anaenda Mbezi wala anaenda tauni, barabara imezibwa, watu wanazidi kuipambania Tanzania.